Israel imefanya shambulizi la kwanza mjini Beirut tangu ilipoanzisha operesheni ya kulinda mpaka wake wa kaskazini. Shambulizi hilo limewaua wanamgambo watatu wa Kipalestina. Israel haijasema lolote kuhusu shambulizi hilo. Katika shambulizi la Ijumaa la Israel lilimuua kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya mamia na kulazimisha maelfu ya wengine kuyakimbia makazi yao na kuwaacha watu katika Lebanon iliyokumbwa na mzozo na eneo zima wakihofia kutokea ghasia zaidi. Mashambulizi mengi ya Israel katika wiki iliyopita yalilenga ngome ya Hezbollah mashariki na kusini mwa Lebanon na vitongoji vya kusini mwa Beirut, ngome kuu ya kundi hilo. Lakini kundi la Hamas lenye makao yake katika ukanda wa Gaza limeorodheshwa kama kundi la kigaidi na serikali ya Ujerumani, Umoja wa Ulaya, Marekani na baadhi ya mataifa ya Kiarabu.